Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika chaneli yako pendwa Nebuye TV. Kwa hakika tunaendelea na mada mada bomba bomba na mada moto moto. Kikubwa na kuomba uweze uweze kusubscribe, ku like na comment. Kwa siku ya leo tutakuwa tuna mada nzuri mada yenyewe inahusiana na safari katika kilimo cha ndizi. Leo tutaenda kumtembelea mkulima wetu na anataka kutufundisha hatua mbalimbali aina mbalimbali ya mbali, ndizi ambayo anapanda katika shamba lake. Eh, na vitu mbalimbali tunajifunza mba kupitia mkulima wetu. Bila kupoteza muda, ni ukumbushe tu kuweza kusubscribe, uweze kuleta moja na comment. Na pia kitu kingine kwa ajili ya watazamaji, uweze kuangalia video zetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho na na mwisho. Mwisho video hii unayotazama ndio mwanzo wa video nyingine, na kukumbusha tu kuweza kuangalia playlist zetu katika kilimo mbalimbali katika TV yetu na Nebuye TV. Tupo live leo, tuko na mkulima wetu tumeenda kumtembelea, na tunapokea mialiko mbalimbali kama na wewe ushamba lako ipo vizuri, tunapokea kuja kutembelea na kuja kujifunza na wengine pia waweze kuwafunza. Ndio, karibu sana mkulima. Mkulima karibu sana karibu, uweze kujitambulisha. Ah, sana. Sana. Sana, ndugu mtangazaji, na e na, karibu kabisa ah, asante sana kwa. Okay, majina naitwa Bakari Kutafuna Bahai bahai Kutafuna. Bwana Bakali bwana, leo ndio sisi tumekuja katika shamba lako, nataka vitu zungumzie mambo mbalimbali sana na mambo ya um, kilimo cha ndizi okay. ehe. hizi ndizi tunaziona hapa, eh, ndizi hizi vipi tena, maana kuna ndizi ukizihesabu, kama ziko nane, ziko ziko kama tisa kwa sehemu moja. ehe, vipi tena hizi ndizi, eh, hizi ndizi hizi hizi hapa hapa ni miche tu. then hii naweza kusema ni watoto Hmm. Eh, ila mgomba mwenyewe ulipata dharuba na, na upepo hmm, ukawa umeanguka, kwa hiyo baada ya kuanguka, kwa hiyo haya hapa ndo, hmm, watoto wake hmm. Kamana, he, baada huko kuanguka na upepo, basi bado ni, ni, ni ukatekate. Kwa hiyo hawa hapa naona wote ni watoto wake, kwa hiyo hapa narejea huenda mpaka mpaka mwakani, basi nikala ndizi kupitia kwa mgomba hapo unaona hapa. Basi hapo ni sawa. Kombe, eh ndugu bana ndugu mkulima. Ndio. Hii ndizi ni aina gani? Unaona in kama ndizi nzuri sana. Ah, okay. Ni nzuri sana kweli ndizi? Sana. Tena ni ndizi nzuri, ni ndizi hizi zinaitwa magombo. Ah, magombo. Hii inaitwa magombo. Kwa sisi tunaita magombo. Sijui nyinyi wenzetu huko mnatoka Dar es Salaam huko, mikoa ile ya kaskazini sijajua nyinyi mna unahitaji magomba zile ndizi kubwa kubwa ambazo aa, kama hapa mimi naamini kwa sababu tutatembea, tutaweza kuiona live. Basi hiyo utakuwa ni miongoni mwa maswali wa watazamaji wetu, kwamba naomba unitumie kwenye, kwenye comment pale, unipigie picha ya ndizi mgoa, magomba kama unaijua, ndio. Unaona nikitazama pembeni kuna ndizi na nyingine mkulima. hey, okay. E, hebu tuone kidogo uweze kuwatosheleza, maana unajua Watazamaji wetu wanapenda kupata vitu vizuri vizuri. Mm. Naona ndizi ime kuna kitu kiko kitu kiko juu hapa. Kitu gani? Eh, hiyo ndo ndizi hiyo. Eh, ndizi ndio inakuwa hivyo ndugu tangazaji. Hiyo ndo ndizi hiyo. Yaani hapo ndio inaanza kuzaliwa ndizi sasa ina inazaa. Eh, yani inaanza kuzaa. Kwa, kwa hiyo niseme tu kwamba hiyo ni ndizi. Yaani Naona haya yote, unaona haya humu ndani huu mm. kuna ndizi ambazo ni, ni mm. e, ambazo, kama hivi inajitoa jitanua jitupa ili pia inajitoa linaanguka, kwa hiyo mpaka baadaye yote yanakwisha, inabaki kuwa ndizi kama hivi. Na huu ndizi inaitwaje? Hii ni ile ile magombo, haya ni magombo, ni magombo e. mm ma hizi ni ndizi ndizi kubwa, mm. eh, kubwa. Mm. Hey, hey! Mpenzi na zamaji, kwenye ndizi nyingine hmm. naamini shamba lina ndizi nyingi sana mkulima. hey, hey, mm. hey, ah, hey. Tukatazame ndizi ile pale na hiyo nimeiona, ndizi nzuri sana. Na mtazamaji Tama wangu ni anatamani sana wa, waone na apate elimu. Basi ni nyingi tu kama hivyo unavyoiona hii. Hmm. Ni kweli. Hmm. Yeah, na huu ndizi vipi? Eh, huu ndizi oh. Eh, huu ndo huu pia ni gni ambao ulikuwa umeungua moto. Huu ndizi unaona huu unaanza sasa hivi unaanza kujipikia na namini mpaka msimu wa mwakani basi. hmm. na mimi, utazaa na nitakula. Unajua, watu wengi wanashindwa kuelewa unaposema kwamba unaungua moto ina maana gani? eh, eh, moto kwamba isha ni, ni kusafishia. Hmm. Eh, kwa hiyo, moto kwa uko, moto kwamba huko, basi mgomba ule wengine unaweza ukatoa kama hivyo mwanzoni kwa hiyo hii hauna shida. hauna shida hauna eh shida utazaa vizuri, naamini mpaka watakakuja mwaka <coughs> mwingine, sijajua mwaka wa, wa gani, lakini ule mdizi ambao nikuambia ndio huu hapa, leo nitafika, nitakukatia ndizi mm. wewe ukale nyumbani. Basi, asante sana. Tukiongea leo, tuko kwenye mambo ya ndizi, tuna kwenye mdizi mwingine, ndizi nyingine Mama tupo kwa ajili ya kujifunza leo. Eh, ndio ndio. Tuko ni safari, yaani ni safari ya ndizi. Ndio ndio. Ehe, huu vipi? Huu ndizi nimevuna. Nikata mtungu wa ndizi ambaye ni matawi yake ni haya hapa. Kwa hiyo hawa hapa ni mtoto wake hawa. Hawa hawa sasa hivi. Hii ndizi ambayo ni kina ndio, ndio mpenzi mtazamaji, mi siamini nachokiona, kwani naona ndizi kweli. Kijana amejipanga kwelikweli, zipo ndizi nzuri sana za aina mbalimbali. Ndio basi, tueee kwenye ndizi nyingine. Tupo hapa kutoka Nebuye TV mpenzi mtazamaji, naomba usichoke kusubscribe comment share na ndizi mwingine hii hapa eh, huu huu. Uh, uh, vipi tena? no, no, naona umekatika juu eh, huu upepo unaathiri sana. Huu ni upepo ambao Hmm. Kata unavuna. Kwa hiyo huu ni upepo. Upepo. Upepo, kuwasili basi mpaka kufikia. Kwa hiyo hawa pia ni watoto wake. hmm. Na, na upepo. hmm. E, kwa hiyo hivo hivo ndugu, basi nashukuru sana, na mwingine ule pale na wengine unaona ndizi ya mwingine eh, ndio, tukiwa tuko live katika shamba la ndizi la mkulima wetu, anatutembeza mpenza za maji. Nakukumbusha tukuweze kusubscribe. E, ndizi zingine huu sasa, huu bado sijavuna. Huu mpya, huu ni mpya, huu sijavuna bado. Kwa hiyo naamini huu hapa ni, ni mwezi wa nane, kwa hiyo naamini mm. mpaka kufikia mwezi wa 10 na mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mm. naamini nitaweza kula ndizi mm. kwa hiyo huu ni mpya ambao bado sijakula ndizi mm. mm -hmm. twende hatua kwa hatua

na hapa na nilivuna ni mwezi uliopita kwa hiyo mm. eh, hii iko bado iko bado kwa hiyo eh, naamini mpaka miezi ya mbele inayofuata basi niamini nitaitazaa mm. na nitavuna nitakula kwa hiyo yeah, huu unaitwa magombo basi tuende ah, kwenye ndizi ambayo iko chini oh, ndizi mbona okay, okay, chini okay, e. okay, okay. Hata mtazaji okay, okay. Maji wangu atashangaa sana kuona ndizi hizi. Hey. Hivi mbona ume iko chini sana? Hii uliuza kweli? Eh, huu huu ni mimi nimevuna, kama nimevuna, unavyoona. Eh, hapa nimekata ni ile pia huu nimevuna. Huu ndizi unaitwa kitovu. Huu unaitwa kitovu. Eh, huu kitovu. Kwa sisi huko ndiyo kitovu. Sasa unajua nyinyi nini wataalamu kule wenzetu, siajua nini kwa sababu e, safari yetu e, ni ya ndizi. Utangalia ndizi aina mbalimbali, tazama ndizi nyingine, mkungu wa ndizi tuone. Naona mnasoma SMS nyingi sana kupitia mtandao wa kijamii. Mtazamaji wangu anataka aone walau okay, mkungu mmoja uone. Hei, mingine hii hei, huu pia eh, kama hivi unavyoona, na huu bado hujaanza kula. Kama unavyoona umeathirika, huu ni upepo. Upepo. Huu ni upepo mwingine kwa asili. Ndio, kata juu kabisa changamoto. Yeah. Changamoto kubwa ni upepo. Nda kulima kulima ndizi, angalia sana eneo ambalo sio la wazi, eneo ambalo lina upepo maana changamoto sana. Ehe, twende kule mwingine, ushatia ndizi. hmm. hmm. hmm. Kwa hiyo kuna hule pale unaona hii ndizi inaitwa magombo. Huyo ni magombo. Mtazamaji wangu na, eh, eh, e, uh, hey, na hamu sana aone ndizi hey. Magombo mm. E, na huo bado wazianza kuvuna mm. Kwa hiyo naamini kama miezi mingapi utavuna hapo, naamini mpaka kufikia mwezi wa ule, ni mwezi wa nani hapo? Mm, naamini mpaka kufikia mwezi wa kumi hapo taanza kuvuna. Kwa hiyo twende, bado nizidi kukupa elimu zaidi mtaalamu mm. Mpenzi mtazamaji, tuko tuna tazama ehe. Tuko kwenye shamba la ndizi tutaendelea. uu k Mpenzi mtazamaji, tunaelekea leo tu katika safari ya shamba la ndizi, ina maana kuna shamba liko na ndizi hizi hapa. vipi tena huo? Huo ni upepo kuambia kule hawali. Huu ni upepo kama hivyo ninavyoona, upepo umekuja umevunja na ndizi hapo, ndi zimejaa, na hii ndizi inaitwa magombo kama nilivyokuambia kule hawali. Kwa hiyo hapo tayari nimeshapata hasa kwa sababu hii ndizi imeanguka, bado nie kamahabadoaa kwa hiyo hiyo hapo Aai, hasara kubwa sana kwa sababu mm, tayari eh, umekuja kuvunjika kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo ua kama hivyo unavyoona, hata ma huu pata hiyo balaa hiyo ya upepo, kwa hiyo huo he mkulima huu vipi tena, u kabisa huu utanguka kama mingine yeah. Eh, ni, na, ni nikua sana na pia upepo mkali. Hmm. Kwa hiyo naamini hata huu pia kwa sema hapa inabidi zitoke siku nikae mti, mtu na uzuia kidogo bais. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho nikifanye kuanzia kesho kesho kutwa. Basi mpenzi mtazamaji, tupo katika shamba la mkulima tunaendelea kwa sababu mada tunakumbuka ni safari ya ndizi, safari ya shamba la ndizi. Vitu mbalimbali tutaviangalia. Na huu vipi? Tena huu unaona, uko vizuri huu. Unaitwaje huu? Kitovu huu kitovu. E, kitovu. Hiyo ndizi kama hiyo ndizi, unaona hapa, hii ndizi nzuri. Kwa hiyo hiyo inaitwa kitovu. Hii inavunwa lini? Unaona kama iko tayari au bado. Bado kidogo hapo. Sasa huu sababu mwezi wa nane mpaka mwezi wa tisa basi naamini tayari nakuliwa. Basi sawa, ndo mpenzi mtazamaji, nashukuru kwaweza kuwa nasi na kuomba kusubscribe, ku like na comment na omba na, ni kuachie maswali. Umejifunza kitu gani katika video hii hii video hii ya safari ya shamba la ndizi gari ambacho naweza kujifunza, kwani tumepita kwa hatua mbalimbali na mkulima wetu. Tumeweza kuangalia ndizi ambazo zimedondoka, ndizi zingine zimeweka, ndizi zingine zina karibia kuvunwa. Kwa hiyo mambo mbalimbali ambayo tunaweza kujifunza. Tunashukuru sana, karibu sana mpenzi mtazamaji.